Kushuka dimbani pale nchini Moroko ukipiga na AS FAR Rabat katika mchezo wa Klabu Bingwa Afrika hatua ya makundi, kocha wa Yanga Pedro amesema mchezo wao wa kesho ni muhimu kuliko michezo yao yote ya hatua ya makundi msimu huu, ambapo anaamini licha ya hatari waliokuwa nayo wapinzani, ila nao wana udhaifu wao. Kocha Pedro pia ameweka wazi ni kwa namna gani hali ya kujiamini ndani ya timu yake inampa matumaini makubwa ya kuweza kupata ushindi kwenye mchezo huo wa kesho. Tuna ufahamu wa kutosha kuhusiana na umuhimu wa mchezo wa kesho, lakini pia tunajiamini kutokana na maendeleo yetu, na utakuwa ni mchezo muhimu zaidi kwenye hatua yote hii ya makundi. Tumekuwa na kiwango bora kwenye hatua hii ya makundi na hata kwenye ligi yetu ya ndani, hivyo naamini kwa hali ya kujiamini ambayo ipo kwenye timu itakuwa ni faida kubwa sana kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Tunawaheshimu Far Rabat, wamewekeza vya kutosha pia wamekuwa na msimu mzuri sana pia, nao nafikiri mchezo pekee waliopoteza ulikuwa ni dhidi yetu tukiwa nyumbani. Kwa hiyo ni timu nzuri sana, lakini toka tufike kwenye hatua hii, kila mtu alitarajia kukutana na michezo ya ushindani mkubwa kama huu, na tunajua kwamba FAR Rabat ni timu yenye mwendelezo kwenye kila maeneo, kuanzia kwenye kuziwia kushambulia, na ni moja kati ya timu bora, sio tu Moroko, lakini pia kwa kiasi fulani barani Afrika kwa ujumla tuliwaona kwenye mchezo wao wa mwisho wa hatua ya makundi, walicheza kwenye mfumo tofauti wakiwa na walinzi wakati watatu. Hivyo wana uwezo wa kucheza kwenye mifumo tofauti tofauti, lakini lazima tuwe tayari kuelewa mabadiliko ya mchezo na mwisho wa siku tunaijua hatari yao, lakini pia wana madhaifu yao. Okay, uh, kauli ya kocha ambayo uh, no inaonekana pia amejaribu kuwafuatilia wapinzani wake mm. kwa namna anavyozungumza anavyozungumza anaonekana na, na, na, yuko na uhalisia wa mchezo, nini ambacho kinatarajiwa, kina, kina mm. ni e, mchezo ya, ambao ukiutazama timu zote mbili zinautazama kama fainali e, fainali kwa timu zote mbili, timu zote mbili ni mchezo wenye maamuzi, ni mchezo ambao unaweza ukaamua hatima ya timu zote mbili, ikiwa mmoja atapoteza yoyote kati ya Yanga ama AS FAR Rabat, ambaye atapoteza kwa Yanga ni kupoteza kwa idadi ya magoli, kama itakuwa ni tofauti ya magoli mawili watakuwa ni hatima yake, lakini kama atapoteza kwa goli moja ita, watarudi kwenye kushindana mechi ya mwisho mm. Nani amefunga magoli mengi kwenye kundi, kwa sababu kwenye head to head watakuwa wamelevu. wamelevu. wamelevu. Kwa hiyo itakuja kwenye itakuja kuangaliwa nani kafunga magoli mengi. Lakini ukiangalia mchezo wa kesho, sare bado ni matokeo ambayo yanatoa matumaini kwa timu moja kwa Yanga peke yake. Kwa hiyo Faraba wao hawana hawana matokeo matatu kesho, matokeo ya kwanza ni ushindi wa magoli mawili au zaidi, ya pili ushindi magoli mawili au zaidi, ya tatu ushindi hawana hoja nyingine yoyote ambao wanaitafuta kwa hiyo, hiyo inakutoa picha kwamba hauwezi kuwa mchezo mwepesi hata kidogo. Ni mchezo ambao unaamua hatima ya timu zote mbili, maanake kila mmoja akipata kile anachotaka, maanake tayari ametengeneza mazingira ya kuweza kumaliza vizuri mchezo. Na jambo zuri kwa siku za karibuni, Kiemba, naona kama Young Africans amekuwa amekuwa anamudu namna ya kucheza ugenini. Hmm. Kuna namna ukitazama uki, uki hata anapopoteza hakuna ule upotezaji wa fedheha, hakuna uh, ule upotezaji wa kwamba umepotea kabisa kwenye mchezo. Kwa hiyo kuna namna inatia ina, ina matumaini, na hiyo advantage ambayo mwalimu ameizungumza ya mashabiki kutokuwepo uwanjani. Unajua kwa mataifa ya kaskazini mwa Afrika hmm. tofauti ni kubwa sana uwanjani wanapokuwepo mashabiki na wasipokuwepo. yeah. yeah. tofauti yeah. kidogo na kwetu hapa yeah. hapa kwetu inawezekana tofauti ikawa ndogo tu. Kuna, mm. ma, kuna makelele huku yeah. kwetu kuna makelele mm. wakati wao kule kuna watu ambao wako kwa ajili ya mm. kusapoti timu na mechi zao wacheza haina mashabiki, Njenga amesema kwamba wakosekana mashabiki na wakiwepo mm. kwenye viwanja vya kaskazini eh. Kuna utofauti na utofauti unauona, utofauti utofauti una kwamba uwanjani kwamba Mwarabu leo hana mashabiki wake, lakini huku kwetu sisi ah. Ndio maana wale wanaweza wakaja arobaini tu huko lakini, ukakuta pale wanaonekana wao tu wamekaa vifua wazi, alafu ala, ala, ala, ala, wakikuwai kupiga wao hey, mm. wa, wa, wa wa, wako, wakawa wanashangaa hmm. tu washabiki wako wanatoa macho, wana, <laughs> hawaelewi <laughs> <hawaiiliu>, kinachoendelea wanasubiri. <laughs>